Nam tukitoka Mombasa sasa, tufululize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Garissa ambapo siku moja tu baada ya waziri wa usalama wa kitaifa Joseph Nkaiseri kutaka kufanya uchunguzi kwa maafisa wakuu wa usalama katika kaunti hiyo ya Garissa, baadhi ya maafisa hao wamejitokeza na kukana kuhusika na utepetevu katika majukumu yao ya kuhudumisha usalama katika eneo hilo. Hamza Yusuf na taarifa hiyo kwa kina zaidi. wa kitengo cha upelelezi katika eneo hili la kaskazini mashariki, msayego anafanya mashauri na maafisa wake, huku akijiandaa kwa safari yake hadi Nairobi ili kutii agizo la waziri Nkaiseri la kuwataka wachunguzwe. <tune> Yego ni kati ya maafisa wakuu wa vitengo mbalimbali mbali, akiwemo kamishina wa kaunti ya Garissa Njenga Miri, ospidi Garissa mjini Benjamin Ong'ombe, kamanda wa polisi kaunti ya Garissa Charles Kinywa, mwingoni mwa wengine ambao wametakiwa kuchunguzwa kuhusiana na utepetevu wa usalama katika eneo hili. Amri hiyo ya uchunguzi unajiri wiki tatu baada ya wanafunzi 147 kuuawa kwa chuo cha Moi mjini Garissa. Baadhi ya wakazi wa Garissa wanaunga mkono hatua ya Nkaiseri na kutaka maafisa hao kujibu ni kwa nini walipuuza ripoti ya ujasusi ya kuwepo kwa mashambulizi, wakati habari imeeneama ya kwamba operation ilikuwa ifanyike, serikali inasemekana imekosa gari, imekosa mafuta. Jamani, hii ni jambo la kusikitisha. Kwa msomi Sheikh Omar Sitar, umefika wakati wa jamii na serikali kufanya kazi pamoja kama njia ya kulemaza shughuli ya magaidi. They have to consult with the bona fide people of Garissa regarding the matter of security. They must be included, particularly the peace ambassadors, the global veterans. We have got almost 400 or above who are ex-armies, ex-soldiers. They can take over the security of this town. Haijabainika muda ambao uchunguzi wa maafisa hao utachukua lakini hilo halimaanishi kwamba shughuli zitaendelea kwenye vitongo hivi. Je, kuojiwa kwa wahusika wa usalama kutaleta mabadiliko katika kaunti ya Garissa? Hamza Yusuf, KTN, Garissa.